Na kwengineko mtazamaji, Rais William Ruto amesema kuwa ataongoza katika kuunganisha mirengo yote ya kisiasa, maeneo na jamii ili kuimarisha umoja humu nchini. Mtazamaji, Rais Ruto alitetea mkataba baina ya vyama vya UDA na ODM akisema haukunuiwa kumnufaisha mtu binafsi ila kunufaisha ama kukabiliana na changamoto zinazokumba nchi hii. Alizuru maeneo ya Dagoreti Kusini, Dagoreti Kaskazini na Westlands ambako alizindua miradi mbalimbali mbali yakiwemo madarasa na kituo cha ubunifu wa kidijitali mwanahabari wetu Giverson Maina anatuarifu zaidi. simunajua sisi wote tulipiga kura upande hii na upande ile na upande, upande mwingine, lakini mimi niwaulize watu wa hapa Dagoretti, Mungu alifanya makosa akatuweka Kenya hii? si Mungu anajua ni kwa sababu gani? jamii zote ziko Kenya hii na watu wote wa Kenya watatoshea Kenya hii. Ndio mimi nimeamua kama kiongozi wa nchi hii, nimesema ya kwamba Mungu alifanya vizuri na anajua ni kwa sababu gani hawa Wakenya wote wa jamii zote wa dini zote wa kutoka sehemu zote wako Kenya hii, na ni jukumu langu kama kiongozi wa taifa niunganishe Wakenya wote na viongozi wote ili sisi zote tuungane tufanye kazi kwa pamoja, tuondoe ukabila, tuondoe mambo ya dini, tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, ndio Kenya isimame, twende mbele pamoja. Watu wa Kawangware na Dagoreti, jameni, mimi nawauliza kwa unyenyekevu mkubali tushirikiane, mnakubali tuungane? Kazi ya Climate Works ambaye sasa iko na watu ama vijana elfu ishirini na mbili sasa tunaongeza wengine elfu kumi na nane iwe elfu arobaini.